Tukio hilo limetokea Aprili mbili mwaka huu katika kata ya Maisaka iliyopo Babati mjini mkoani hapa. Azam TV imefika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara na kuzungumza na kaimu mganga mfawidhi. Tulipokea wagonjwa watatu akiwa ni mama na watoto wake wawili, wakija na majeraha ya kuchoma na vitu venye ncha kali maeneo ya tumboni. Wakiwa hapo hospitali, waliona na madaktari na wakapewa huduma ikiwa ni pamoja na upasuaji, na mpaka sasa ni siku ya tano na wote wanaendelea vizuri. Wote walikuwa wanaonekana kuwa na majeraha kwenye maeneo ya tumbo, na majeraha hayo yalikuwa ni tofauti tofauti. Kwa mfano, kwa maana ya mama, jeraha lake lilikuwa tu ni kwenye ngozi ya tumbo, na alikuwa alijagusa viungo vya ndani ya tumbo, kwa maana alikugusa utumbo wala maini wala mapafu na pia kwa mtoto mkubwa ambaye ana umri wa miaka minne na jeraha alikuwa linafanana na mama yake, sipokuwa kwa huyo mtoto mdogo wa mwisho alikuwa jeraha lake ambayo yeye likuwa limeenda ndani zaidi likajumuisha na kutoboa kwenye utumbo mdogo wa chakula, na alipatiwa matibabu ya upasuaji wakashona pale pale palipokuwa pametoboka, na aliwekwa kwenye kwa siku za matazamio kwa siku tano bila kula kitu chochote, na tunashukuru jana ameanza kupata kitu chochote domoni lakini mama na yule binti mkubwa wenyewe walikuwa washapatiwa matibabu na wanaendelea vizuri. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Manyara Akija Mkoi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Chanzo kinasemwa kwamba ni msongo wa mawazo wa mama huyo kwa kuwa alizaa watoto hao kwa wanaume wawili tofauti. Yaani kama sisi wazazi, kwa kweli limesikitisha. Hata kama mtu anakuwa na akili yake sio nzuri, ukaa naye, unatakiwa ukaa naye kwa uangalifu. Hasa mi sijui yeye alikokuwa anaishi naye, ila sisi tumeumia kwa kweli. Mama huyo atafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Helen Kawiche, Azam News, Manyara.